Familia zaidi ya elfu ishirini na tano kutoka eneo la Habakik kaunti ya Tana River zinatarajiwa kufaidika na mradi wa nyumba pamoja na huduma nyingine kutoka kwa mwekezaji mmoja kutoka nchini Canada. Mradi huu ambao unatarajiwa kuchukua miaka kumi na miwili kukamilika utatoa ajira kwa mamia ya vijana katika sehemu hiyo kando na kuboresha viwango vya maisha ya wenyeji ambao wengi ni wafugaji wa kuhamahama.

Kuna elimu ndani, kuna hospitali ndani, kuna ujenzi wa manyumba ndani, kuna ukulima ndani, na pia kuna mafunzo ambao watakuwa wanafunzwa katika njia mbalimbali mbali kulingana na ujuzi au gani unaweza ukaifanya na ukatrainiwa kufanya kazi hizi. Project kama hizi zinakwanga manufaa katika jamii, na kadri tunavyoendelea hatutakuwa tunachoka kufunza ama kuhamasisha jamii kwamba tuko na project hii project itakuwa na manufaa kiuchumi, kielimu, kiafya hadi katika mambo mengi katika jamii yetu ambayo yenye iko nyuma zaidi kimaendeleo